Yani, kampuni za kutusaidia ziko, vyama vyetu pia tuweza kusaidiwa na wao. Zifikiri hakuna hawapati, haya ya kwamba kwa nini hakuna watoto wetu wataweza kucheza mpira, they know, lakini hawataki kuingia kwa sababu siasa na serikali, waogopa. Kwa hivyo mi nasema ni sisi wenyewe hatujafanya action. Kila siku mimi nazungumza kwa zamani, tuanzeni. Hatuna marefari, hatuna ma, ma, ma, n, yani, sasa hivi FKF vimeanza, lakini it needs a lot of support Waunge mkono tupate kuendesha. Kwa hivyo ni action, tuanzishe yale matatizo ya tukisha with grounds that we have. Kuna ground tumepita sasa hivi hapa kuna kutupa, ungeanzisha na hizi ground za school. Hata kama ni tu, tuangalie tu, ni ground gani? Moja, mbili, tatu, ligi ianze. Tusianze kufikiria tutapata stadium leo au kesho kesho au it might take another five years, we don't know. Kwa hivyo tukae sisi kile tutakacho, kwa hivyo tukae sisi bila mpira haitaweza, haitawezekana. Lazima tuangalie kile tutakacho. Uh, pengine mimi nikifungua mlango mwingine sasa pia katika mjadala huu kuwahusu viongozi wetu. Viongozi wetu uh, wanatakiwa wawajibike kama viongozi wa kufanya maendeleo, lakini kwa masikitiko ni kwamba uh, maendeleo yao na focus zao zote ni kura zinazokuja, huyu twataungwa na huyu huyu atapelekwa na ile miradi hawaizungumzi aibu kubwa iliyotutokea watu wa Mombasa ni kukosa nafasi ya kuona mipira mikubwa ikichezwa hapa, mipira ambayo enzi na enzi zilizopita watu walikuwa wakijivunia nayo na wakifurahi, na misomo kwa wachezaji wadogo wakiangalia uh, wachezaji wakubwa wanapocheza lakini sasa viongozi, uh, kwa masikitiko ni kwamba hawa hata hawayazungumzi. Hawa yani hii huu mpira wa Mombasa umeachiwa, sijui umeachiwa nani, unakwenda kiholela. Kila ligi inayochezwa kiongozi atakwenda pale atangaze jina lake, um, washi hawa washirika wengine ni makampuni ma, ma eh, makampuni ya unga na nini sasa hapa tukifanya mambo bila ya mpango, ndio sisi tutazidi kuharibu mujitamaa wetu. Haya mashirika yanayofadhili hii michezo, huu ni wakati wao mzuri, wachukue maprofeshonali, wachukue watu ambao wana ujuzi wa kupeleka mpira, watu walikuwa wakae chini, wachukue ujuzi kutoka kwao huu ufadhili wao ungekuwa ni unafanya kazi nzuri maradufu kuupeleka mpira, lakini sasa wao wanafanya wao kibiashara tu, wao wanaangalia biashara zao, mwanasiasa anaangalia siasa zake, wote wamewatupa wale maexperts wa mpira. Na hili ni hili ni yani donda sugu kabisa. nyinyi mwenye biashara na mpira, yeye kama ninavyosema anaimarisha biashara yake, amlete mtu amtangazie, unga ni dola, sitakutaja, samahani, unga ni wangu, wangu ndio unga bora, nini na nini, vitamin kila kitu, lakini na yule naye atakwambia, bwana haya, sasa uongozi ndio huu, tutawapa kikombe hichi na hichi na hichi, lakini tungekuwa twaleta wataalamu wa kuweza kufocus future ya hawa wachezaji sasa ingekuwa hizi bodi tatu kama hizi zinakaa pamoja, tupangeni mikakati, tushirikianeni, tusishindane. Kushindana hakutoleta faida. Mwanasiasa aweko, uh, mwenye biashara aweko, na lazima kuwe na mtu ambaye ana maono makali kabisa ya mpira, vipi mpira utaendelea, na yeye aweko, watu wakusanye maoni, alafu hapo ndio tutaendelea, lakini hali imetupeleka mpaka ikawa ni aibu kwa mji wa Mombasa kukosa kuhost mchezo mkubwa ambao uliokwisha hivi karibuni, na mengine mengi itakayokuja, kwa sababu viwanja hatuna. Sasa kwa kweli tumekwama, lakini wajue kwamba wamebeba majukumu hawa ambao ni wahusika katika jambo kama hili. Sijui michango yenu ndugu zangu, coach Tahir, unasema nini hapo? kweli ni kigusia nukta ambayo umezungumza, mambo ya ya mipira ambayo sahii twayaona kwa lugha zetu za kiukufunzi, tunasema mambo ya kukuza au kutangaza, kutangaza dhidi ya kukuza mpira, promotion versus development. Haya mipira ambayo yanaendelea kwa muda huu ambayo ni mashuhuri sana kama alivyosema uh, mwasisi wetu ni ya kutangaza biashara haya. uh, siwezi kusema yaendeleza ya au yanakuza mpira kwa sababu pale shabaha sana ni ile zawadi, ni zawadi. Kwa hivyo kuna utaje winning ile pesa mtu akishinda utapata kiasi fulani. Sasa inakuja utakuta timu nyingine ambazo zacheza kwenye mchezo huyu, kuna wachezaji wanacheza vilabu vya wa ligi kuu premier league, wajua, wanashindana na wachezaji wa wanaocheza mambo ya youth huku ligi za chini utakuta. Sasa hayo ni maonevu na ni kuvunja moyo wale wachezaji uh, wadogo wa. Kwa hivyo ikiwa wanania kweli ya kutangaza biashara yao wahusishe vijana, ni njia moja wapo ya kuleta kwamba waweke vikwazo vya umri katika kushiriki hizi vilabu uh, kama zinazo ligi zinazocheza hapo sports club, na pia uwanja wa Serani kuna Rashid Abdalla Cup na nyingine huko sports club inachezwa wangekuwa wanaweka vikwazo kwamba mchezaji ukipita umri huu hufai kucheza katika mchezo huu. Sasa hapo watakuwa wanasaidia kukuza mambo ya, ya mpira na tutakuwa tunawashukuru sana, lakini hivi sasa kuna udanganyifu mwingi na uonevu mwingi. Wachezaji wa hali ya yaani, viwango vya juu wanapambanishwa na uh, wachezaji ambao wa viwango wao, ndo wanaanza kucheza mpira. Tutakwenda hmm. pale kwanza kuna hatari ya majeraha ambayo si rahisi kupona, na pili ni kuvunjika moyo wale wachezaji wadogo, kwa wanakwenda pale, labda wanafungwa mabao mingi au inatokea mambo ya kimpira namna hiyo. Kwa hivyo haisaidii, lakini kwa biashara yao itasaidia. Sawa, hatuwakatazi, tunashukuru kwamba wanarudisha ni wale mashabiki viwanjani, ni yatakai iangaziwe sana mambo ya umri, umri wa wachezaji wanaoshiriki katika mashindano kuweko kiwango, wawe wachezaji yani wa, wasiozidi umri wa miaka kumi na nane na fikiri hapo, sasa mpira utapata nafasi pia ya, ya kukuza na mengine. Mimi nimekaa bara zaidi ya miaka ishirini, nimekuwa kule, nimeona yani viongozi wao walivyo na juhudi hivi. Jana jana tu nimeona katika mtandao kiongozi mmoja mwanasiasa amesaidia huko bara, amesaidia klabu yao katika kuwapa marupurupu tu kidogo ya kumipangwa, msimu huo miaka elfu mbili ishirini na tano hadi 26 na amewapa milioni kumi. Sasa swali langu ni Kwani Pwani hakuna viongozi? Hatuna, hatuna vilabu hapa tunavyo? Viongozi wapo, lakini wao na mpira, Mungu watusaidie. Ametoa milioni kumi kusaidia klabu yake ya kabila lake, lakini tuna viongozi wangapi? Tuna maseneta, tuna mamps, tuna governor, tuna maministers, twahitaji nakumbuka kocha wetu wa zamani miaka ya themanini akiitwa akitwa Marshall Mulwa alisema kwamba mpira ni pesa. Sasa ikiwa huna pesa, basi usizungumze mambo ya mpira. Kwa hivyo tuna niombi kwa viongozi wetu wajitokeze. Kuna vilabu kadhaa ambavyo vahitaji viko kwenye ligi zetu, zinacheza hapa, zinachezwa, wajitokeze nao wasaidie na tena kulifanywa mchango katika mji wa Embu. Embu na mpira ni wapi kwa wapi? Rais mwenyewe wetu akashiriki, alafu na mmoja katika watu wetu wa, wa Mombasa pia alishiriki. Ni klabu ndogo sana, haiko hata kwenye ligi kuu wala ligi gani, walifanyiwa mchango kulikusanywa karibu milioni ishirini hapo, milioni ishirini za kusaidia hiyo timu ambayo Mungu haijua zaidi, lakini ndivyo kama mwasisi wetu alivyosema. Viongozi wetu jamaa, tunawaomba kwa jina la Mwenyezi Mungu, mujitokeze, muje mtusaidie, mtusaidie mpira wetu urudi. Yani kila mahali bado Uzuri ni kwamba kila mahali mpira bado wachezwa wachezwa kwa njia moja au nyingine, mpira wachezwa. Kwa hivyo watu wajitokeze, uh, wajitokeze. Uh, kumbeza, kumbeza, uh, Chiamena, hmm, na wasaidie kwa sababu tunahitaji tunawahitaji viongozi wetu wajitokeze. Nataka kuongeza tu kidogo, kuongeza, alizungumza chairman na coach. Kwa kweli hii ligi ambayo inaanzishwa na kampuni haina mahali ya da ni kampuni anachukua vijana tofauti tofauti, na baada ya mpira, baada kila mmoja anashika njia peke zake. Hakuna mtoto anayechukuliwa na, na timu yoyote ya PFF. Hakuna mtu haendelei, ni clubs wanapoteza pesa zao pale za kuendeleza, lakini hakuna kitu wamefanya kwa umma. Naona kwa mimi mwenyewe leo kama zile pesa ile zide, pesa zao, kuna klabu zetu ambazo ziko Super League kujoin Super League One. Kwa hiyo hatuwezi kwenda, hawana senti za kutoka hapa kwenda Nairobi. Na leo timu kwa, timu tatu juu nne nyingi zimeteremka, ebaki moja. Kwa nini haisupportiwi ile moja? ikiwa itaendelea iwe iangaliwa kipesa, hata kama watatia advertisement yao pale na watoto wetu wapate, na timu nyingine za zile zingine ziunuliwe, kwa kila klabu ichukue timu yake moja au mbili iwe ni timu yake ili pesa ile timu ile watoto wakionekana pale, wataonekana na Gor Mahia, wataonekana na AFC Leopards, wataonekana wataendeleza. Hiyo ni moja. Pili, hapa sisi hatuna viwanja na hatuna hatuna hatuna clubs clubs ziko, lakini bado hizi clubs zetu hapa hazina pesa zozote kuendelea mbali. Pesa ziko na, na wafadhili wako, lakini pengine hawajaiona sisi tushakwenda kuona wafadhili, tukwambia. Jambo hili ndio nasema kitengo chetu e, e, e, iko wapi zamani e, kabla hujaondoka tengeneze vitengo kupitia kwa coach hawa, watakwenda kufanya hivi, hawa watafanya vile, hawa wataangalia marifari, tuwe na kitu tumeshafanya hapa. Sikuzungumza kuzungumza, tu kuzungumza tu maendeleo tu, tufanye kitu action, ianze. Salamu alaykum na coach ongeza, nimekumbuka kitu muhimu. Kuna hizi county county kama ya Kilifi wana wanabasi wanabasi yao ya kaunti ambayo yule ambaye alinunua amesema ni ya vilabu pia, wajisaidie nayo kwa sababu usafiri, usafiri ni mojawapo unaoua vilabu vyetu, kwa sababu usafiri yani, una gharama kama alivyosema mzee Awadhi kwamba kuna timu, kuna ligi, yaani daraja tofauti, kuna Premier League kuna nationwide super league, alafu kuna division one. Kuanzia division one uh, timu zetu hazinasafiri kwenda mpaka bara. Kwa hivyo kama Kilifi <coughs> county wana basi yao, wamesema kama timu inataka kwenda saingine, inapanda mpaka timu mbili, hiyo basi wanasema nyinyi mlipeni driver na mafuta tu, driver na mafuta je. <coughs> Yeah, kaunti yetu ya Mombasa ina basi yake kweli, kaunti zote zimetoa mabasi zinasaidia vilabu vyao. Kwetu hapa ndio, sijui kama, mimi sijaona basi county of Mombasa kitu kama hicho. Kwa hivyo at least pia wasaidie, kama hawawezi kutoa marupurupu yani taslimu mm, walipe wa, wa, wa wanunue basi timu zinasaidia, ina, ina, na hiyo basi timu zitie mafuta ambayo itakuwa kidogo ninafuka kama kaunti nyingine zinavyofanya. hmm. Naam hey, ndio pale pale twarudi pale ninapoeleza mimi ya kwamba jambo la mpira wahusishwe watu wa mpira. Jambo la yani, kila kitu kina wenyeji, kila kitu kina wenyeji. Ukienda hospitali utamtafuta daktari ndio atupe uh, ushauri wake vipi tutamtibu mgonjwa wetu. Ukienda shule unamtafuta mwalimu atueleze education yetu tuifanye kwa njia gani. Kwa hivyo, pia ukija mpirani, kuna watu wa administration ya mpira, kuanzia coach, kuanzia refari, kuanzia yule anayesimamia wote, hawa wahusishwe katika hili jambo la mpira. Lakini jambo la mpira kwa masikitiko limevamiwa, linapelekwa, mwanasiasa anapeleka mpira Uh, mwingine huyu ni uh, mfanyi biashara anapeleka mpira bila ya kutumia zile mbinu ambazo huenda zikakuza ule mpira. Kwa hivyo tuweni ni washiriki watu wenye kushirikiana pamoja, si kuvutana na kugombana na kutukanana. Tukaeni pamoja tu arrange kama tunaweza kupanga meeting, meeting ya wale wafadhili pamoja na viongozi wa mipira wenye kupeleka mipira hasa na vile vile hata kama wanasiasa nao watakuweko ili tujenge mujitama wetu, tuwe na timu imara za kuweza kuwapeleka watoto wetu mbele. Sijui katika mazungumzo haya kuna la zaidi tena ama. Naona anaona tume cover topic eh, kwa kiasi kizuri mambo kwa njia ya, ya muhimu, afadhali na, ya muhimu, na... Ya natarajia kwamba haya kwa, mba... ha, kwa hivi sasa ni mazungumzo lakini <coughs> mazungumzo lazima yafuatiliwe na vitendo. Nafikiri mm -hmm. ujumbe huu pia unaweza wafikia viongozi wetu inshallah, Mungu akipenda. mm -hmm. Mungu awatie imani mm -hmm. ili waje wasaidie ambao u... uh, kazi yao wamechaguliwa ni kutumikiani mujtama. Sasa wewe ushaingia kwenye kiti wale watu ambao wamekuweka pale, ilikuwa sasa ni, ni ni kazi pia kuja kuja kukupata wewe mheshimiwa. Itakuwa si si mzuri pia kwa, kwa Mwenyezi Mungu. Wamekuwekwa wame pale kwa sababu wanajua utakuja uwadumikie na shida. Najua uwezi ku, ku, ku, kumaliza zote, lakini kuna mambo ya vipaumbele viweko vya mtama, hasa kwa upande wa michezo watu wanahitaji sana usaidizi wake, kwa hivyo usiwe, yani wewe ni kiongozi, yani watu tufuate. Pia mambo ya kidini, mambo ya kidini. Wakati wakina uongozi wa, wa Saidina Umar radhiyallahu anhu, yeye kiongozi yeye ni, ni aitwaje Khalifa. Khalifa. Khalifa ni kama president, ni president lakini alikuwa halali usiku, anatembea ule mji mzima wa Madina angalia wapi kuna shida, nani ana shida, alipata mtu mpaka ye mwenyewe akaenda akampikia bwana, akapika chakula nyumbani kwake akabeba kigunia yeye, na huyu ni president. Iwe ni president anafanya mambo kama hayo, saa jamaa wa viongozi, tumcheni Mwenyezi Mungu, na tuwape mushtama haki yao sana. Nikimalizia mimi nataka kuomba na waomba na omba gavana na senator wabunge na wetu waliko Mombasa na makampuni ambayo yapo Mombasa yana uwezo wa kuangalia mu... mu... mustakbali wa vijana wetu katika football katika nyanja zote za sports. Yes kila moja yajua sports iko wapi Mombasa miaka 20 sisi, kama tunavyozungumza, tunazungumza tena na tena na tena, lakini sisi bila ya wao hatuwezi kufanya jambo lolote. Viwanda vimeshika wao, hebu na wazungumze. wazungumze kidogo leo tume, si kwamba hawajui iko wapi zamani. Nazungumza na wao, wazungumze, tuangalie tutafanya vipi pamoja. Hatutaki kuingilia mambo sisi, gapi tumeingilia kwa by force. Tunataka tuwe na wao, tuangalie mustakbal wa umma, ni watoto wetu, ni watoto wao. Hawa ni watoto wao. Kesho wataka kura, watakuja kwa hawa watoto wao. Kwa hiyo mnataka tuangalie mustakabali pamoja, tukutane pamoja, tuzungumze jambo hili le letu, le letu, le letu sote, tupende tuipende le letu sote, tulizungumze pamoja, tuangalie vile kupitia wa, wa, wa, waje tuzungumze. Nyingine ni nataka iko wapi zamani na FKF tujaribu kufanya mikakati, tuangalie makampuni, tuzungumze jambo hili, tutasaidiana. Salamu alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nimalizie tu kwa ujumbe mfupi, nao ni kwamba iko wapi zamani sasa hivi tumeanzisha registration, watu wajitokeze, wajiandikishe wanachama katika iko wapi zamani, ili angalau tuwe na mfuko wa kuweza kujisukuma hatua moja mbili. Tunawahimiza wale ambao wako katika nafasi nzuri za ki financial za kipesa wajitokeze wasaidie shirika kama hili, tufanye kazi pamoja, watu wajiandikishe membership. Kutakuwa na membership aina mbili. Membership moja mtu anajiandikisha kwa shilingi elfu moja. Hiyo utakuwa wewe ni memba, tutakutengezea kadi yako ya memba wa iko wapi zamani, na kuna ile executive membership ambayo ni elfu kumi. Executive membership ni elfu kumi tunawahimiza hususan wale walioko nchi za nje, walisaidie sana, ili jambo elfu kumi, kumi, kumi watu wakijiandikisha, na hapa elfu moja, moja, moja. Hiyo ni njia ya kujitegemea na kupeleka maendeleo yetu mbele. Halafu kila mwezi ni shilingi mia mbili, kila mwezi mtu analipa mia mbili mia mbili, hii waweza ukailipa kwa miezi sita ama kwa mwaka. Tushirikianeni ndugu zangu, tusirudi nyuma. Wakati wa kurudi nyuma ni sasa, ni hatari kurudi nyuma, kwa sababu ukirudi nyuma sasa unaporomoka, unakufa, watu, watu hata hawatakujua tena. Hakuna kurudi nyuma, sasa ni kwenda mbele. Tujitahidi tutakase nyoyo zetu na tushikamane pamoja. Kwa hayo nasema, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni wa kwa kuhudhuria kikao hichi, asante.